Ten ten ten ten ten ten, ten, ten. Mwamba huyu hapa <tik> mimi hapa aje kuniangusha hata mara moja, hata wapi, pia aje kuangusha hata mara moja <tik> moja kati ya miamba myamba kweli kweli Kampuni ya Mjenzi wa Nyumba Tz ndio inaoleta kazi bora kabisa hapa wakati huu. Ni kwamba tunajenga nyumba aina zote, tena nyumba bora kabisa, nyumba za kisauzi bila usa, kisau Msumbiji style, nyumba za paa ndefu, nyumba za Kiamerika, nyumba za kibongo, yani nyumba dizaini yote ile ambayo unahitaji fika hapa. Moja kati ya fundi kwelikweli, kapatia wapi hufundi na fundi maswa, fundi anayejiweza. Lakini pasina kusahau, popote uliko kuweko ndani ya Tanzania, tunachora ramani ya nyumba, na ukihitaji kuona vizuri kazi zetu kwa ubora mzuri, ingia YouTube, andika Mjenzi wa Nyumba Tz, utakwenda kujifunza, maana pia tunafundisha ndani ya YouTube. Au utaki kuogopa hata mara moja, ufanya kazi na sisi. Sisi ndio miamba wenyewe Mjenzi wa Nyumba Tz, Unakosaje kwa mfano? Yani sisi ndio wale tulikuwa bora kabisa ndani ya Tanzania nzima. Tukizungumzia Tanzania nzima, maana yake ni kwamba tunamaanisha kweli kweli, uwe Mwanza, Mbeya, Shinyanga, Tanga, Dar, Zanzibar, sehemu yoyote ile, sisi tunafika. Hapa sisi ndio wajenzi wa nyumba lakini kumbuke kwamba unatupata pia ni 0712937090 namba yetu ya kawaida. Bila kusahau tupata WhatsApp 0765937090. Yani, sina la kuongeza, ila sisi hapa ndio wajenzi wa nyumba TZ, tupo kwa ajili ya kukuonyesha kazi bora kabisa. Bra, unakosaje kwa mfano mpwimbwi